inapotokea vipindi kama hivi vya uchaguzi, watu wanatafuta kura <laughs> e, ni vizuri kukumbushana hivi, kwa sababu tuna vyama na tuna viongozi. Na hii si hapa tu, wazee, msije mkadhani ni hapa tu. Kwingi tu duniani wako viongozi wakishindwa kupata sifa, kupata kura kwa sera, kwa kusimama wananchi, tuchagueni, kwa sababu mkisha kutuchagua sisi tutafanya mambo kadhaa kadhaa kadhaa, hoja na wananchi wakawasikiliza vizuri kwa makini, wakaona namu hawa wanafaa. Wanaposhindwa hivyo, wanatumia njia mbalimbali mbali.